Aumini auwana usiku nafsi anas Allah, kwanza kabisa ninehusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu kuhusu suala zima la kumcha Allah subhanahu wa taala. Hakika wamefaulu wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hakika leo tutaendelea na darsi yetu tuliowachia juzi, darsi ambayo ilikuwa iki mwenye kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na tuliachilia pale aya, tuliingia katika Suratul Layl na tukaachilia aya inayosema, wasayujannabu hal atqa alladhi yuti malahu yatazakka imana wasayujannabu Atawepuka moto yule ambaye ni mchamungu. Mchamungu ambaye alladhi yuti malahu yatazaka ata, atakuwa anatoa mali yake kwa ajili ya kuifaidisha nafsi yake. na innal afka, hakika ya mchamungu, walladhi yunfiku mala, ni yule ambaye anatoa mali yake na Mwenyezi Mungu akasema, laisa albiru an atawallu wujuhakum qibla lmashriki wa lmaghrib, hakika wema sio kuelekeza tu nyuso zenu mashariki na magharibi. Ina maana ikiwa hata mtu atakuwa na swali swala tano, lakini kuhusu jambo la kuwa yeye ni mwenye kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, huyu hadi kuwa mwema. Maana Mwenyezi Mungu anasema laisa albiru an atawalla wujuhakum kibla lmashriki walmaghrib, wema si kuelekeza nyuso zenu mashariki na magharibi. Walakina albirra man amana billah, hakika yule aliyomwema kwa kisawa sawa, kwanza ni yule ambaye atakuwa amemwamini Mwenyezi Mungu. Baada ya hayo, wa ata mala ala kubihi, na akapeana mali kwa ajili ya nafsi yake ikawa inapenda Yaani ametoa mali lakini nafsi yake imeridhia na imependa. Huyu ndio mcha Mungu wa... kama Mwenyezi Mungu alivyowataja watu hawa bawel kurba waliyatama walimasakin wabilisadili wakadhaa wakadhaa, hawa ndo mcha Mungu ambao wanastahili wafanye. Ina maana ikiwa mtu atakuwa na swali lakini kuhusu jambo la kutoa kwake ni ngumu, basi hajafikia ule mcha Mungu wa kisawasawa. Kwa hiyo al-aqqa hakika ya mchamungu au innal aqqa au mchamungu, walladhi yunfiqu amwala fi wujuhi albirri ni yule ambaye atakuwa anapeana mali yake kwa ajili ya kutaka wema, talibatu taharatu nafsi, kwa ajili ya kuitahirisha nafsi yake, kwa ajili ya kuisafisha nafsi yake, wa kuruba min rabbihi, ili akujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu zaidi la muridu min dhalika riyaan, anatoa kwa ajili ya kuwa yeye hataki watu wamuone, wala samia wala watu wamsikie. Wako wale watu ambao wanatoa, wanatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini kuna wale wenye wanatoa ili wajipige picha wajiposti kwenye mitandao waonekane, wanatoa basi. Watu hawa huwa sio mcha Mungu, na anasema fa inna dhalika daraba min nifaki alladhi yukti lahu mahu lamalu, wale ambao watakuwa wanatoa kwa ajili ya kuonekana. Pengine umetoa alafu kajipiga ukajiposti mitandaoni au ukatangaza, hili ni jambo la unafiki ambalo linakuharibia yale matendo yako. Ina maana ukitoa itakuwa ile imeenda bure tu, haijakamilika kama wale walioko mcha Mungu. Kwa hiyo alladhi yuti malahu yatazakka, yule ambaye atapiana mali kwa ajili ya kuisafisha nafsi yake, wa mali ahadi indahu min ni'matin tujiza. Hakika tukiingia katika aya hii, Mwenyezi Mungu alimshushia Saidina Abu Bakar, na tutaona ni jinsi gani Abu Bakar alivyokuwa na Abu moyo wa kutoa. Kwa hiyo ruya, hakika aya hii Al-ayati nazalat fi Abibakr sidiq radi Allahu anhu, aya hii ilishushiwa saidi na Abu Bakar radhi za Mwenyezi Mungu zimshikie yeye. Wa kana maula Abdullah bin Judwan, ina maana kulikuwa hapo nyuma kulikuwa na, na Bilali bin Rabah alikuwa akifanya kazi kwa bwana anaitwa Abdullah bin Judwan. Huyu alikuwa alimwajiri Abu Nani Bilali. Sasa wakad kana min amrihi, na ilikuwa katika amri zake. ana Bilali bin Rabahi alayhi ridwan, hakika huyu Bilali alikuwa akimfanyia kazi huyu Abdullah bin Judwan, wakana kana maula Abdullah bin Judwan. Sasa huyu Bilali siku moja baada ya kusikia Waislamu walikuwa wakigombania kuwa kwamba Mungu ni mmoja, hana mshirika yoyote yule Bilali, maneno yale yalikuja yakamwingia katika moyo wake, na alipokuwa akiona watu wakiabudu masanamu akaona huu ni upuzi. Kwa nini nitaabudu vitu ambavyo kila siku mpaka ikali kuvipangusa na kuvisafisha? Kwa nini? Huyu ni Mungu gani? Sasa baada ya kuwa amejua ukweli huyu Bilali bin Rabahi jaa ila al-asnam alikwenda katika kwa yale masanamu wa salaha alaiha akakwenda akayatizama masanamu yale, kisha akatemea mate ili angalie kama ni Mungu kweli. Baada ya hapo, akawaambia masanamu yale, ni shakuudhini ikiwa kweli ninyi ni waungu kweli, nifanyeni kile cha kunifanya basi baada ya kufanya kitu kama kile, kulikuwa kuna makafiri baadhi yao walimwona. Fashaka alkufaru maka bila maulahum, ilibidi wale makafiri waende kumshtakia kwa ule ambaye anaitwa Abdallah bin Juliani, ambaye alimwajiri Bilali. Walikwenda kumshtakia Bwana, ni kweli wewe, lakini mfanyakazi wako ametemea ma, ma, miungu yetu mate. Sasa tumfanyeje? Walikwenda kumshtaki ili yule bwana naye alikuwa katika hao Makuraishi. Sasa ilibidi naye aungane na wale makafiri ili waweze kumwadhibu Bilali birabat. Sasa wanaambiwa fawahaba lahu wawahabat miatun minalibili. Baada ya kuelezewa ile akaungana na wale makafiri kisha ikabidi amtoe yule Bilali, kisha akatoa ngamia ngamia mia moja wale ngamia wachinjwe kwa ajili ya kuomba misamaha miungu miungu ambayo yalikuwa ni masanamu ambayo ngamia hao yunhiruna waweze kuchinjwa sasa baada pale kisha akapeana idhini bilali aweze kuadhibiwa. Sasa wajalu yuadhibunahum wale makafiri walipewa idhni ya kumwadhibu Bilali bin Rabahi, wayani waya nhirunahum. Basi pia vile vile wakapewa ngamia wachinje, kwa ajili ya kutakarati miungu yao. Ni ile kwa kwamba poleni, waungu, tunawachinjia ni maana. Kuna mshezi mmoja ambaye amewatemea mati, amewakasirisha msika wale, msikasirike wale makafiri. Wakawa wamepewa idhni hiyo sasa baada ya pale waahrijunahum, ikabidi wakamchukua Bilali wakamtoa ila ramdau, wakawa wamemweka katika michanga, jua ni kali, mchana wamemweka pale, na walikuwa wakimwadhibu wakimchapa. Lakini kadri vile venye walikuwa wakimchapa Bilali alikuwa akisema ahadun, ahadun, fardun samadin la yadhidu lahum kad sadadu hata mlipige vipi miungu wenu nchote miamate, lakini lakini Mwenyezi Mungu ni mmoja hapa, hakuna anayepaswa kusujudiwa isipokuwa yeye. Sasa yale mateso yale ambayo Bilali alikuwa akipitia wakati huo, mtume alikuwa hajapata wahai bado, alikuwa ni maskini sana, alikuwa hana uwezo wote wa kifedha. Sasa wakanu, wakanu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, na alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu yamuru bihi, alikuwa akipita kila akiona vile nini Bilali anavyoadhibiwa wawayuadhibunahum na alikuwa akimwona Bilali akiadhibiwa, akiwa ameondoka kidogo, wale Makuraishi wameondoka, basi mtume anapita akimliwaza, anamwambia yunjika ahadun, atakuokoa yule Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja. Hapo hapo ile kulipokanyaga kuwa na imani hiyo hiyo, Mwenyezi Mungu ni mmoja atakuokoa basi Mtume katika jambo lile la kuwa Bilali alikuwa akiadhibiwa, lilimuumiza nafsi yake, na alikuwa hana wazo wote, na Mtume alikuwa akishikana sana na Sayidina Abubakar. Sasa, thumma akhbara rasulu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiallahu anhu ni bimayaka bilali fillah ilibidi akaenda yule mtume kumwelezea Bilali, kwa alikwenda kumwelezea Abubakari kwa yale ambayo anapitia Bilali, yale mateso anapitia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa Abubakari, jambo lile alivyokuwa, yeye alikuwa akimpenda mtume kuliko maswahaba wote. Fajalu Abubakari, ilibidi Abubakari amsikilize mtume sasa wanaambiwa kajalu abubakari ratuli min adhahabin, Abubakari alikwenda akachukua ratili nzima ya dhahabu zake akazipeana kwa ajili ya kumkomboa nani? Yule Bilali, wayatahu min almushrikina, ikabidi wale makafiri wa mwache huru. Sasa baada ya kuwa yule wamemtesa, akaona Abubakari afadhali ya yamkomboe alimkomboa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hakumkomboa kwa ajili alikuwa anataka sifa aonekane, au hakumkomboa kwa kuwa alikuwa anataka mtumie, alimkomboa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu fakala lmushrikina, ilibidi wale makafiri waseme, Abu Bakari analipi huyu? mafaala dhalika Abu Bakari illa liyadin Abu Bakari amepeana hizi mali zake kwa kuwa kwamba yeye anataka amchukue ili aende akamfanishe makazi, kwa sababu Abu Bakari ana mali, ana mashamba na kila kitu. Sasa wakati walikuwa wakisema makafiri wale, ndio Mwenyezi Mungu aliwajibu akawambia alladhi yuti malahu yatazakka, hakika yule mwenye kutoa mali yake na akaitakasa nafsi yake. Basi Abubakar hakuwa katika ni watu wanataka wanata kuonekana kana li Bilali endao alikuwa yule, alikuwa yule nani Abubakar Bi, Abu alimkomboa Bilali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, alimkomboa kwa ajili ya ya kuiridhisha nafsi yake yeye mwenyewe, hakumkomboa kwa ajili ya kutaka kuonekana. Ndio baada ya wale wote makafiri waliokuwa wakiongea, ilibidi Mwenyezi Mungu aangilie, akashusha aya hiyo, wa mali ahadin indahu min nimatin tujza. Hakuwa kuwa kwamba yule alikuwa alifanya vile kwa ajili alikwe au amtumie, alifanya vile kwa ajili ya kumkomboa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tun, tun, kwa hiyo tunaambiwa tunapaswa tutoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Unapotoa ni utoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa utakuwa umcha Mungu ukisawasawa, lakini kuhusu jambo la kutoa umzito baada kuja kuwa mcha Mungu, ndio maana tukaletewa saumu, tuifunge sote tulioko maskini na sote tuliokuwa matajiri ili kujua ni nini umuhimu wa saumu au umuhimu wa njaa ni nini. Sasa baada kwa kwa kwa kwa ya kuwa kwamba ukipata ile maumivu ya ile saumu, basi ndio pale utajua ikiwa mimi tajiri nasikia hivi, itakuwaje yule maskini anasikiaje, nasikiaje? Ndio pale baada ya kumi hili watu wengi hupenda kutoa zakatul fitri, na hii zakatul fitri imefaradhishwa kwa kila yule mwenye kufunga ikiwa kuna watoto ambao unawasimamia, una na kuna watoto ambao ni wako, inapaswa uwatolee zakatul fitri hiyo. Tutakuja tutaendelea kesho kutwa, maana hatutaongea sana kulingana na muda, lakini inapaswa tuwe wacha Mungu wakisawasawa. Na kuhusu jambo la kutoa, wanapotoa utoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Usitoe kwa ajili uende ukajitangaze, au utoe kwa ajili usipike, itakuwa hakuna kitu unachopata. Mcha Mungu ni yule ambaye anatoa mali yake. Tuangalie kama yule, kuna mtu mmoja nimemsahau lakini, ye alikuwa kazi yake ni kuamba usiku na kwenda kusaidia watu, mpaka alikuwa akiitwa Banu, israulai na msahau kidogo yeye alikuwa kazi yake anampa usiku, anakwenda anasaidia vipofu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na alikuwa hataki kujulikana wala kuonekana. Inshaallah nikimkumbuka, nitakuja nitawaeleza. Basi kwa machache, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastamiuna alqawla wa yattabiuna ahsanah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.